400 account number number account 665257 wewe ni rafiki msamaria naam hujambo na karibu mpenzi msikilizaji wa Samaritan FM karibu kwenye wimbi la awamu hii ikiwa ni awamu ya saa tatu mimi ni Vincent Musungu Boniface Mwangi Kariuki aliyepigwa risasi wakati wa, wa maandamano ya kutaka haki kwa mauaji ya mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang yaliyotokea mnamo Juni 17, hatimaye alitangazwa kufariki dunia. Aidha, kulingana na familia yake, walipokea ripoti hiyo Jumatatu saa 9 na robo alasiri kwa mwanao, mwanao Boniface Kariuki Mwangi; alikuwa hatimaye amepoteza maisha baada ya kutangazwa kuwa ubongo wake ulikuwa umefariki. tuhamisha wa Kenya Boniface hatuko naye, saa tisa na kumi na tano tumepigiwa simu tukaambiwa Boniface amepumzika. Kwa hivyo tuko hapa kama familia tukiwaambia Wakenya Boniface ameaga dunia, ameaga dunia saa tisa na kumi na tano. Familia kwa sasa imeendelea kusema kuwa inakumbwa na mzigo mkubwa wa bili ya hospitali, wakiomba wahisani na Wakenya kwa ujumla kuwasaidia ili waendeleze shughuli ya mazishi ya mpira wao Mwangi. Bonfas ako na biru kubwa. Bonifas ako na biru kubwa. Kwa hivyo tunaomba Wakenya wasaidie baba yake Sakarioki ili tuweze uh, kumtoa hapa ili akapumzike. Tunahuzunika sana kama familia kuona kijana mdogo kama huo, kama huyo anauliwa akiuza masiki zake. Wezi wamejaa kwa barabara hawapigi risasi. Lakini kijana kama huyo hapa anajitafutia anapigwa risasi. Tunahuzunika sana na tunaomba wa Kenya watu wasikane. Tusikubali watoto wauliwe hivyo. Aidha, wameonyesha masikitiko yao ya kumpoteza mpendo wao huku wakililia haki ya kuitaka serikali kutengeneza amani na vijana ili kuzuia maafa kama hayo tena kurudiwa ama kutendeka katika taifa la Kenya. Ukubali watoto waudiwe hivyo? Sasa atuwezi kubali kwa sababu leo ni mimi, kesho ni wewe. Usikae kwa nyumba acheka uliona ndugu yetu wakipigwa, sasa akiwa juu ya nyumba sababu ya maandamano. Aku kwa maandamano hii serikali, kuanzia sasa mjue hatufurahi atu, atu, vile mnafanya. Kaa chini na hawa vijana, uongee na wao ili maafa ishi. Mimi hagila naweza penda kuona ikitendeka ni ile mm. Mtoto wangu sasa ameenda na askari, tuliambiwa ame, ameshikwa sasa ningependa haki ionekane juu mtoto wangu hakuna wa kitu alikuwa amefanya, na hiyo muda yote nimemlea. Kama siku anamtaka, si mimi ndio ningemmaliza mimi mwenyewe? Lakini sasa nilikuwa namtaka juu nilikuwa najua na siku ya mwisho, maisha ya mwishoni, mimi huyo ndio anaweza nishikilia juu. Sasa sina mtoto mwingine, kijana wao wengine wamepaka huku e, hata sijawahi fanya kazi yoyote, mi nakujaga na sida huku, natoka huku

Huu ndio ujumbe ambao rais William Ruto alitoa wakati wa kikao cha mapatano ya ustawi na watu wa sayari yafpi kwenye mkutano wa nne wa ufadhili wa maendeleo. Akizungumza mjini Sevilla, Hispania mkuu wa nchi alisisitiza haja ya kustawisha nia njema ya kisiasa ili kufikia hatua muhimu zilizowekwa katika mikataba hiyo. Aidha, rais William Ruto alilalamikia hitaji liliopo la vijana waliokatisha tamaa na makundi ya wapiga kura walionyimwa kura ambazo walikuwa wanaitaka serikali kuchukua hatua kwa haraka na kwa uamuzi zaidi. Aidha, Kenya ni mojawapo ya mwanachama mwanzilishi wa 4P ambayo ilizinduliwa katika mkutano wa Paris, kushinikiza mkataba mpya wa ufadhili wa kimataifa. Rais Ruto vilevile, pia alitoa wito kwa nchi na wanachama kuzingatia ubunifu wa fedha na uhamasishaji wa mapato ya vyanzo vyake kwa huduma za kijamii ndani na nje ya nchi ili kuboresha maisha ya raia wao.

Mkurugenzi mkuu wa idara ya upelelezi Mohamed Amin amesema kuwa idara hiyo haimtafuti aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kufuatia machafuko yaliyoshuhudiwa wakati wa maandamano ya Jenzi Jumatano iliyopita. Aidha, kwenye kikao na wanahabari alasiri ya Jumatatu, Amin alisema kuwa watu zaidi ya mia nne walikamatwa kufuatia maandamano hayo.

Naye naibu rais profesa Kithure Kindiki sasa amesema kuwa ni heri serikali kupoteza umaarufu wake kuliko kupoteza mwelekeo wa taifa la Kenya kwa ujumla. Aidha, Kindiki, aliyewaongoza viongozi wanaoegemea mrengo wa Kenya kwanza kwa zoezi la uwezeshaji katika maeneo bunge ya Kadhiani na Mwingi ya kati Jumatatu, aliwazomea viongozi wa upinzani na mabalozi wa nchi za kigeni wanaoonekana kushabikia maandamano yanayoendelea na vijana katika taifa la Kenya. Aidha, ameendelea kuonya kwamba serikali haitoruhusu matukio ya hivi majuzi kushuhudiwa tena katika taifa kama kulinda maisha na mali ya wananchi itatugharimu umaarufu wetu na kura zetu zipungue, tuko tayari. Huo umaarufu upungue, hiyo kura ipungue, na sisi tulinde Kenya isiwe na fujo, kwa sababu tumeona nchi zingine mahali zimeingia wakati zimeingia kwa fujo kwa wazazi. Na serikali kwa sasa inaomba wazazi pamoja na viongozi na wazee wa kidini wajamii kuchukua jukumu la haraka zaidi katika kuelekeza vijana wa Kenya kuelekea njia za amani na halali za kushughulikia na raia. Aidha, haya yanajiri baada ya maandamano ya gasi yaliyozuka juma lililopita katika sehemu mbalimbali za nchi ambapo takriban watu 16 walitangazwa kufariki na wengine zaidi ya 400 kujeruhiwa. Aidha, kulingana na tume ya kitaifa ya kibinadamu, KHCR ina inaarifu kuwa watu 16 waliweza kupoteza maisha yao, kupitia ama kupitia mikononi mwa maafisa afisa wa polisi akizungumza wakati wa ufunguzi rasmi wa taarifa ya Mtarakwa na Kapletundo katika kaunti ya Bomet, katibu mkuu wa wizara ya mambo ya ndani Daktari Raymond Omolo alisisitiza umuhimu wa kukuza heshima na taasisi za sheria miongoni mwa vijana. Daktari Omola alikashifu makabiliano kati ya waandamanaji na polisi pamoja na uporaji ulioenea akionya kuwa Kenya ingali katika hatari ya kutumbukia katika machafuko iwapo mienendo kama hiyo itaendelea. Akizungumza ama akizungumzia kuchoma moto kwa vituo vya polisi na uharibifu wa magari ya ulinzi, waziri mkuu huyo alitoa onyo kali ama onyo kali kwamba watu watakaopatikana na hatia watachukuliwa hatua za kisheria. Juzi tumekuwa na maandamano, na katiba imeruhusu wa Kenya kuenda kwa maandamano, lakini hiyo katiba pia inasema ukienda kwa maandamano, uwezi kuwa umejihami, na pia lazima ukuwe peaceful, lakini chenye tuliona wiki iliyopita haikukua ile yenye katiba inataka. This country belongs to all of us.

na viongozi wa upinzani wameendelea kuishitumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kushindwa kukomesha mauaji ya kiholela na visa vya utekaji nyara. Wakiwa kwenye ziara yao mjini Narok wakiongozwa na kinara wa DCP Rigathi Gashagwa, viongozi hao waliendelea kuishitumu idara ya polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi, hususan wakati wa maandamano wanapokabiliana na waandamanaji so,

Nayo mamlaka ya ushuru nchini KRA imeongeza muda wa kujaza fomu za kudhibitisha kulipa ushuru kwa siku moja hadi Julai ama hadi Julai mosi. Kulingana na taarifa ya KRA, muda mpya wa makataa ya kukamilisha zoezi hilo ni usiku wa manane wa Julai mosi, ambapo ni leo. Aidha, makata ya awali ya kujaza fomu za ulipaji ushuru yalikuwa ni Juni 30 usiku wa manane. Hatua hiyo kwa sasa inalenga kuwapa watu ambao hawakushiriki zoezi hilo kulikamilisha na wale watakaokosa kujaza fomu hizo kufikia leo usiku wa manane, basi watapigwa faini ya shilingi elfu mbili au asilimia tano ya ushuru wanaopaswa kudhihirisha na vijana wa eneo la Ziwa Victoria huenda wakaanza kunufaika kwa nafasi mpya za ajira kufuatia uzinduzi wa mpango wa serikali unaolenga kuimarisha uchumi na rasilimali za majini. Aidha, mpango huo unaolenga kutoa fursa za ajira katika sekta ya uchumi wa majini katika kaunti zote zinazopatikana na Ziwa Victoria. Israel Agina ni mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara wa viwanda nchini tawi la Kisumu na na haya ya kuelezea

nalokanisa la FPFK katika kaunti ya Kericho kwa ushirikiano na shirika la Equity afya limewapa waumini na wananchi mafunzo ya kujikinga dhidi ya magonjwa pamoja na huduma za bure za ukaguzi wa kimwili. Wakati wa mkutano huo, wito ulitolewa kwa serikali na mashirika mengine kuzindua mipango ya kufikia jamii mashinani ili kutoa matibabu na huduma za afya bila malipo kwa walio na mahitaji husika that we are emphasizing on the wholeness of a person as a whole. As a a whole. church, we believe that health is affected by many factors. At times, people think that health is one dimension. But as a church, we we believe that health health is is a multifaceted issue, which is influenced by many factors. So we are encouraging people to view health in very wide perspective and also to consider this silent killer a factor of psychological wellness. Kuna ile mambo ya kuweza kupima ile shida ambayo wanasakuwa nayo tume

na kwenye ruba za kimataifa ni kwamba takriban Wapalestina 20 waliuawa katika shambulio la anga la Israel katika mkahawa maarufu ulioko baharini unaotumiwa mara kwa mara na wanaharakati, waandishi wa habari na wakazi wa eneo hilo la magharibi mwa Gaza, kulingana na matibabu na watu walioshuhudia. Wanasema tukio hilo anasema kuwa viko, vikosi vya uokoaji vilitoa mili ishirini na makumi ya majeruhi kutoka kwa mkahawa huo, aidha katika eneo la nje lililokuwa na mahema kando ya ufuo. Msemaji wa ulinzi wa raia wa Gaza inayoendeshwa na Hamas alisema kwamba, aliongeza kuwa wafanyakazi wa dharura bado walikuwa wakitafuta shimo refu lililoachwa wazi kutokana na mlipuko huo. Aidha, video zilizotumwa na wanaharakati kwenye mitandao ya kijamii zilionekana kuonyesha wakati kombora liloripotiwa kurushwa katika eneo hilo ama kutoka kwa ndege za kivita vya Israel liliposhambulia eneo hilo. na msikizaji ni 18 zimechanika baada ya tatu asubuhi. Kumbuka hii ni Samaritan FM, endelea kutegea kwa habari kemkem na habari tendeti vile vile habari za kuaminika na vipindi bomba. Mimi ni Vincent Musungu.